Mwanaume, zingatia haya ya itakusaidia kuepukana na changamoto ya fungus za mara kwa mara au fungus sugu. Kwanza acha kurudia boxer. Wanaume wengi wamekuwa wakirudia boxer; yani anavaa boxer leo, kesho anaamka asubuhi anaivaa tena hiyo hiyo. Hii hupelekea changamoto ya fungus za mara kwa mara. Lakini pia hakikisha boxer ambayo unaivaa sio mbichi; yani hakikisha imekauka sina umeianika juani. Ikilazimika piga hata pasi ili kukuepusha kuto changamoto za fungus za mara kwa mara. Lakini pia hakikisha umetoka kuoga, jifute vizuri katika sehemu zako za siri au jifute vizuri mwili mzima ili kukuepusha kuto kupata ule unyevunyevu, maana huu unyevunyevu hupelekea changamoto za fungus. Hakikisha unazingatia haya mambo matatu, utakuepuka kupata fungus za mara kwa mara, lakini pia utaondokana na zile fungus sugu ambazo zimekuwa zikikusumbua muda mrefu. Kama umefanya hili zoezi bado fangasi inaendelea chukua, namba yangu profile, nitafute kuondokana hizo shida na kupona kabisa. Kumbuka kwamba fangasi sugu kupelekea changamoto ya HSV.